Kwa, tumepita Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Caren Edison Mwasabwite. Cha kwanza, heri ya mwaka mpya. Kipende unaita binti Edison Mwasabwite tulinyamaza. Tumekuja niwaambie kitu, tuna wimbo Unaitwa Mungu awabariki wazazi, naomba upokee. Jamani, tunaomba usubscribe kwenye channel yetu inaitwa Karen na Clinton Mwasabwite. Tutafurahia kuona comment yako, tutafurahia kuona like yako, tutafurahia kuona ukishare. Mungu awabariki sana. La mwisho, boda nimwita kaka yangu kabisa jembe hili, anaitwa Clinton Edison Mwasabwite, ila nataka nimute jina ambayo alipendi amwona apendi kuitwa Tony. Alafu we dogo, usiniteton mimi sio dogo, unaniita Caren. Aya basi, samani, huyu ndo kaka yangu, naomba wajitambulishe watu wa mtandaoni wanaesa wasifiwe. Kwanza kabisa tunaanza tunaanza mwaka wetu kwa kazi, kwanza kabisa Jamani wana Yesu asifiwe. Mimi ni kijana wenu. Mimi ndio Clinton. Ingawa dadangu ananizingua anaita Tony. Mimi sio Tony. Mimi ni Clinton Edson Mwasabwite. Ukipenda niite kijana wa Edson Mwasabwite. Dada Karen, babe najua bado hajatutengenezea nyimbo siku nyingi, siku nyingi sana hajatutengenezea. Kwa hiyo leo, mm -hmm, tuna nyimbo tu mpya inayoitwa Mungu wabariki wazazi. Sasa, sasa hii mwaka tutafanyiwa leo kwa kazi. Kazi akaunti yetu ya TikTok inaitwa Caren na Clinton Mwasabwite. Pia YouTube inaitwa Caren na Clinton Mwasabwite. Ni mtu follow, tunaomba comment zenu, tunaomba like zenu. Tumechagua kumtumikia Mungu, ndio jambo ya baba ameona inatufaa na tunaipenda. Tunapenda anachokifanya na sisi, tunataka tuwe wakubwa kuliko yeye. Mimi na dadangu tunawapenda, tunawapenda sana, si atikari ndio tunawapenda Ndi sana. Mungu abariki T. Tunaomba hivi ucomment subscribe na kushare wimbo wetu inaitwa Mungu awabariki wazazi. Asanteni kwa kuisikiliza. Bye. Channel yetu inaitwa Channel yetu inaitwa Caren na Clinton Mwasabwite. Caren na Clinton Mwasabwite. Caren na Clinton Mwasabwite. Caren na Clinton Mwasabwite. Caren na Clinton Mwasabwite. Tena Caren na Clinton Mwasabwite. Caren na Clinton Mwasabwite. TikTok pia tunaitwa hivyo. Naomba utufollow na, na, na kama unapenda kutuangalia ulike. Mimi ndo nimeongea hicho kitu, sina kingine cha kusema. Asanteni. Bye. Tunawapenda. Caren na Clinton Mwasabwite.